alikufa njouwiko hai. Leo ni siku ya tatu, tarehe saba mwezi wa kwanza mwaka wa elfu mbili na makumi mbili na sita. Donc, janvier, um, 26 donc le sept janvier 2026. Nam, ndugu mpenzi msikilizaji na mtazamaji nakusalimu cha kwanza popote pale ulipo nikiamini wewe usalama kabisa. Salamini kwa maana unatufuatilia katika vipindi vyetu mwanzo hadi mwisho, nikitoa shukurani kubwa kabisa kabla ya yote. Leo ikiwa ni siku nyingine, ni tariki nane mwezi wa kwanza mwaka elfu mbili ishirini na sita ambako kituo hiki cha habari ni Reality Mambo TV, na hivyo ni kwako tu kukupasha habari kwa yale ambayo yaliyojiri na kwa sasa ni kukupasha kilichochambuliwa na ili ya kwamba ipate kukufikia tunapatikana mashariki mwake DRC wilayani Afrika ni kivu ya kusini ndiko ambako kituo hiki cha habari kinakoweza kupatikana na wewe ni juzu ni kupashe hali ya usalama na katika maeneo mengine ulimwenguni mzima hata mashariki mwake DRC na hivyo nipate kabisa kukujuza ya kwamba uwe tu nami mwanzo hadi mwisho, lakini kabisa kujiunga pia na kuweza kubonyeza alama ya kengele hapo chini. Baada ya kubonyeza maeneo ya subscribe, ninakuomba katika hatua zote uwe nami hata katika vipindi vingine, lakini pia na kuweza kuwapatia watu wengine kuwagawia, ya kwamba wapate kufaidia habari zetu. Hivyo habari zangu zitajiponda zaidi katika maeneo ya huko Umarekani ni kujuze kuhusu Urusi na Umarekani, hali ambayo inaweza kutokea kushika meli ya Urusi ambayo ilikuwa napeleka mafuta kutoka Venezuela. Hali hiyo inaweza kuonyesha kabisa na kuleta utata kuonyesha hali mbaya kuhusu vita vya tatu vya kiulimwengu. Na pia nitagusia mashariki mwake DRC, hata wilayani Afrika katika nchi nyingine ya Burkina Faso. Basi ungana nami katika hatua zingine. Huo ni mtasari wa habari, na sasa nikupashe ukamili. Basi ndugu mpenzi msikilizaji, na mara moja kabisa natuanzia huko Umarekani. Vikosi vya anga vya Marekani vimefanya operesheni ya ujasiri na hatari ambako vilifanyikiwa kutua kwa helikopta na kuiteka meli ya mafuta iitwayo Bella One katikati ya bahari ya kaskazini ya Atlantic. Operesheni hii imetajwa kuwa ya kipekee kwa sababu meli hiyo ilikuwa ikisindikizwa na manowari na meli za kivita za kijeshi la majini la Urusi kama ulinzi. Wanajeshi wa Marekani walipanda meli hiyo na kuiteka licha ya uwepo wa vikosi hivyo vya Urusi. Inadaiwa kuwa Bela One, ambayo inatumia bendera za Urusi, lakini awali ilikuwa ya Venezuela, ni sehemu ya kinachojulikana kama Shadow Fleet inachomaanisha kikosi kivuli cha Urusi. Kikosi hiki kinatumika kusafirisha mafuta kwa siri na kutumia bendera za uongo ili kukwepa vikwazo vya kimataifa, na operation hii ina inaashiria kuongezeka kwa mvutano wa kijeshi na kibiashara kati ya Marekani na Urusi. Lakini vyanzo vya ndani vinaweza kuonyesha ya kwamba kupita kwa meli hiyo katika bahari ya Atlantic na kushikwa kwake hiyo meli imeweza kuonyesha ya kwamba hali hiyo inaweza kuashiria kupinga mikataba na mikakati ambayo imetolewa na Umarekani. Lakini niongeze kwamba Urusi inaitaka Umarekani kuhakikisha raia wake waliomo kwenye meli ya mafuta ambayo imekamatwa katika bahari ya Atlantic hawateswi. Kulingana na taarifa ya shirika la bahari linalomilikiwa na serikali ya Urusi, TASS, likinukuu Wizara ya Mambo ya Kigeni, Moscow pia imeitaka Washington kuhakikisha kwamba raia wake wanarejea nyumbani salama lakini Wizara ya Ulinzi ya Uingereza inasema ilisaidia Marekani katika operesheni yake na kukamata meli ya mafuta yenye bendera ya Urusi kaskazini mwa bahari ya Atlantic. Marekani imethibitisha kukamata meli yenye bendera ya Urusi kaskazini mwa bahari ya Atlantic na nyingine katika eneo la Caribbean. Maofisa wa Marekani wanasema meli zote mbili ni sehemu ya meli zinazotumika kusafirisha mafuta kwenda katika nchi kama Venezuela, Iran na Urusi kisiri licha ya kwamba zimetangaziwa vikwazo na Marekani. Hayo yakiweza kuripotiwa na vyanzo vya habari na kuweza kuonyesha ikiwa tariki saba mwezi wa wa kwanza mwaka wa elfu mbili ishirini na sita. Niweze kuongeza na kuonyesha viongozi wa Ukraine na Marekani wamekutana tena hivi, ikiwa jana tariki saba mwezi wa kwanza mwaka wa elfu mbili ishirini na sita mjini Paris katika nchi ya France huko Ulaya katika mazungumzo ambayo watu wa karibu wanasema ni magumu hasa kwa kuwa yanahusu mambo tata ikiwa ni pamoja na baadhi ya maeneo ya Ukraine ambayo yamechukuliwa kwa nguvu na Moscow. Mkutano wao unakuja baada ya hapo jana viongozi wa Ulaya ku kukubaliana kuwa wako tayari kutuma kikosi cha kulinda amani nchini Ukraine. Mpango ambao umeungwa mkono na Marekani inayoratibu mpango wa amani kati yake na Urusi. Basi na nijielekeze, mara moja ikiwa wilayani Afrika baada ya kukupasha habari za huko Marekani, na basi nichukue katika nchi ya Burkina Faso. Nchini Burkina Faso, serikali imetoa ufafanuzi kuhusu jaribio la hivi majuzi na mapinduzi lililotibuka Jumamosi iliyopita. Katika maojiano yaliyotangazwa kwenye television ya umma, waziri wa usalama Mahamadu Sana alieleza kwamba wahusika wa jaribio hili walikuwa wamepanga kumuua Kapteni Ibrahim Traore na wanajeshi kadhaa pamoja na raia. Watu kadhaa wamekamatwa wame wakiojiwa kuhusika na jaribio hilo. Kwa mujibu wa serikali ya Burkina Faso, rais wa zamani wa mpito Luteni Kanali Paul Hari Sandaogo Damiba ambaye anaishi uhamishoni nchini Togo pamoja na nchi ya Cote d'Ivoire ndiyo wahusika wakuu wa njama hii. Hakuna majina mengine yaliyotajwa kuepuka kupotosha uchunguzi kulingana na Waziri Mahamadu Sana. Mkanda wa video umeonyesha mfanyabiashara mmoja nchini humo akikiri kuhusika katika jaribio hilo huku akieleza nini kilichokuwa kimepangwa. Waziri Sanaa amesema ufadhili wa jaribio hilo umekusanywa kutoka katika nchi ya Cote d'Ivoire na ukadiriwa kuwa kati ya pesa za sefa milioni sabini. Na kumalizia hapo basi, natufuatane mara moja katika nchi ya DRC, wilayani Afrika, hususan zaidi mashariki mwake DRC. Basi ikiwa hivyo, mashariki mwake DRC na niweze kukupasha habari hususani zaidi Kivu ya Kusini, ambako kumezunguka kwenye mitandao ya kijamii na kuonyesha Jenerali Makanaki Kasimbira John kuweza kupoteza maisha, lakini hakuweza kukaa kimya. Aliweza kulivalia jambo hilo njugwa na hakuweza kabisa kuonekana kwenye video, ikiwa hapo jana tariki 7 mwezi wa kwanza mwaka 2025 na akiweza kabisa kuwa mwenye mzima wa afya na kulithibitisha jambo hilo yeye kuwa hai kabisa, akiwa salama salamini na hata jambo hilo kuweza kupingwa na wakahaji au wananchi ya kwamba Makanaki Kasimbira John ajafa, lakini yeye yu hai. Hapana, ile mambo ni ya bongo. Nani jenerali Makanaki iko mzima, iko mzima na muzima yake. Na sasa hivi niko nakwambia hapa iko mboko leo ile b jambo ambalo liliweza kuleta utata kwake jenerali Makanaki kasimbira John, jenerali huyo wa Wazalendo, ikiweza kuzunguka kwenye mitandao ya kijamii na kuonyesha mzoga mmoja au mwili usiokuwa na maisha ambao umeweza kulinganishwa na picha yake kuwa kwamba ni yeye. Lakini aliweza kabisa kuonekana kwenye video na kulithibitisha wazi ya kwamba yeye ni mzima na akiwa salama salamaene alikufa njo uviko hai. Leo ni siku ya tatu, tarehe saba mwezi wa kwanza mwaka wa elfu mbili na makumi mbili na sita. Donc le 7 janvier 2026, um, wanasema makanaki alikufa. Bo tulishakia ona ni maiti ya, ya M23 yenye tuliua hapa Luanga, na ile maiti inavaa nani kamba mshingo na kartushere ya nuari njo yenye inavala ile maiti. Nawaza mzee Makana kiu iko hapa basi katika kipande hicho cha video ambacho kinaweza kuonyesha na tariki pia, kimeweza kutajwa hapo kuhakikisha uhakika ya kwamba yeye yu hai. Huku nikumbushe na kuonyesha ya kwamba Prince Kasikuza wa kundi la FDC ambalo linaongozwa na naye kamanda wa kivita Kakobanya ameweza pia kulivalia jambo njugwa lile la kuweza kusema kuhusu pesa na kuweza kulipinga vikali. Mtu ambaye anaweza kuzungumza jambo la pesa wakati wangali wanapambana vita, huyo kabisa anaenda ngambo ya wahasi na hivyo kuweza kuwavunja moyo wale wengine ambao wanakwenda kupambana. Jambo hilo amelionya vikali kabisa na kutokuweza kabisa kutaka wengine wapate kuliingilia jambo hilo, kuweza kuzungumza kuhusu pesa kwa maana litawavunja wengine moyo. Yule ambaye anaweza kuzungumza anasadikika kuwa nje ya nchi jambo ambalo akionyesha sio yeye, lakini akiweza kutumia akiwa ngambo ya wahasi, lakini anayo mengi akiyazungumza kwa kina. Mimi jina langu ni Prince Kasikuza, presida wa moveme ya FDCC bare APC, ambayo inaongozwa kijeshi na komanda force Kakobanya. Sasa mimi nilitaka nijibu mambo fulani fulani ambayo watu wanaendelea kuongea. Mimi nawaza tuko wakati mbaya mbaya sana, wakati ambapo mutu hangeli tuleteko madiskuru za pesa, diskuru za pesa mutu ambaye anatulete eko madiskurs za pesa kwa muda huu ambao tuko mwayo, sisi ambao tuko place directement ku ligne de front, tunashakia watu hao wanaleta tena vurugo ili ilete fujo kumafro na watu waondoke juu mambo ya pesa. Kazi ya pesa ni kugabula watu, kazi ya pesa ni kuleta vurugo. Mimi ninashakia watu ambao wanaleta deba ya franga, na bado sisi tunapambana kwa kugomboa Uvira, kwa kugomboa mpaka tuendelee Bukavu. Mimi nawashakia ukweli wa mambo. Mimi na, na dute nao ni wale wale watu ambao wanakula franga na njoo wale wale watu wanakula franga za adui na njoo wale wale watu ambao wanatuleta eko tena madiskurus za pesa, maadamu sisi tungali tunataka tu, tujirudishie Uvira yetu. Mambo yaliyopitika Uvira tunayajua. Uvira kulikuwa bagenerale na bagenerale ya bazalendo. Mutu akikwambia wa walikuwa walishakuwa organize kunivo ya Uvira, anasema bongo, anasema uongo. Sisi tulikuwa Uvira, tulikuwa tuko tunaona gisi watu walikuwa walisha kuwa tu watu wa franga bapetrolie basipite banani basipite siye Wafizi, siyui ona mparle pa mena sepurseterezo. Wakati vita ilitoka inakamata Uvira, siye kukote ya FDCC bare apce na fabebe, tukaenda mbio kusutenir mzee amuri ya ya kutumba mbaye alibaki pale kwenye linye de froma kobola hata kama adui alikuwa alisha mrepuse kufika pembeni ya kwa munene ila tuli muranforsaka na watoto wakafanya kazi. Sasa hivi nawaza pamoja na Mungu, Uvira tutafika tu, Bukavu tutafika tu. Pamoja na Mungu hatupigani wenyewe ila tunapiganiwa na Mungu. Sasa izi ojo zote ambazo ziko zina tourner autour de l'argent. Ni je ya adui ya kudivize. Iyi sio muda ya mzalendwa aongeye juu ya franga. Iyi ni muda ya mzalendwa aongeye juu apewe minisho apigane na adui. Apana franga. Apana dudu aseme mambo ya franga. Apana dudu ako Burundi. Dudu mwenyewe iko Burundi Mutu mwenyako Burundi akianza mambo ya franga, cela veut dire il veut nous diviser. Sie bebako ku ligne de front, anapenda kutugabula. Bale bataka franga, bale bapenda franga batapita, banasema e, kumbebe zetu bako banakula franga, sie tuko tunafia bure. Niko nakuja kuwakaza moyo wazalendo, wale ambao wanashikilia kizalendo, ande horo ya franga sio leo ambao tulianzaka kugombana bila kupokea, na mpaka leo hatupokeaki. Sasa mutu akitulete eko madiskuru za franga, huyo mutu mumuweke eko alama ya kuuliza. Sio yeye, sio yeye, ni uadui ndani yake, ni uadui ndani yake. Ule mwenye alikuwaga siritere wakati bako banapatia Bitakwira hiyo mamilioni ya dolari seki kietela kipete mwanyesako nave done a Bitakwira eh, de millier de million de dollars. Miye ushauri wangu tusifatane na wale watu ambao wanatuma maodio juu ya franga tugombane. Tug turekipere ma nafasi zetu, turekipere inchi yetu, franga zitakuya nyuma. Mfanyakazi hupewa ujira wake. Moi je pense kaona ete a Kinshasa avec apel ya chef de leta, il nous a il nous a promis bravour. Na ile bravoure ya chef de l etat ingali bado, ingali atatulipa. Sasa tugombane kwanza, hautopewa bravour na aufanyi kazi hasa. Ibi bingine bya batu bananza kutuleta ko mahistware ya franga, bale batu ni badui, banapenda musifanye kazi. Hakuna temwe mwenye alikuwaga pale wakati vitakwirako napewa franga, huyo temu wako wapi? mambo ya franga kwanza, kwa ule mzalendo mwenye anayua, mimi ni mzalendo, napigania nchi yangu, aachane kwanza na mambo ya franga. Tulipo vianza mzalendo nana alisema, tulipewa franga na fulani, tulikuwa tunajiuzia risasi yetu, mini show nme onashetesa avec buminisho kidogo tulikuwa tunamaliza nasenka na si ju tuko tunapigana naye, hatukukuwa tunapewa franga, tulikuwa tunatafuta franga zetu wenyewe, tunauza tunapiganisha adui na tunajua, tunajua bumakundi bwa mingi bulisha jiunga na adui adui, adui yako natoka Uvira napita kule kote mumamilima ya Uvira na bazalendo banayala habako banamupiga sisi tunajua mahali ambapo redi tabarailisha tawala na vingine balisha jiunga walishajiunga, ransi nyema zetu ziko imara sana. Tunajua sasa wazalendo ambao wangali wanasimama kwenye msimamo kwa muda ambayo tuko nayo. Acheni kwanza mambo ya franga, sio kusema mimi nazikula, sio kusema mimi niko nazipewa kama ningelizipewa wengine wangeliziona. Niko saa yote Makobola, niko saa yote Mavaevye, niko nafanya kazi. Sasa niko nawaza <laughs> walioshindwa wana mambo mengi walioshindwa wana mambo mengi. hatuta let, hatutaletewa madiskuru za franga na watu wenye walikimbia nje ya nchi ambao walikuwa wanajiita wa coordineta walishakuwa sijui matanzania madodoma na wengine wako Burundi, kisha waanze madiskuru za franga, hapana. Wanaanza kutu, kutuafaiblir siye venye vako kulinye defro. Mimi ushauri wangu kwa wazalendo halisi ambao mulikubali kubakia kwenye malinye defro Tupiganishe adui, mambo ya franga ni baadaye. Wataka kama zile franga zililiwa na watu wengine, wenye watatupatia tena zile franga ni wale wale ambao walituma zile franga. Kama zilikuliwa bakule, sisi tupigane na adui, na sisi bado Mungu ataleta franga tutazikula tu. Kwanza nchi yetu mbele, madiskuru za franga wale ni wa adui

ukiona kila mutu macho ni kufranga macho ni kufranga, njo wale batu bafraperi bengine kufanya kazi, bo bako pale juu ya franga, na njo ba adui bako korompi, bakowa nakwakorompi atumoma. Ulisha ulishakaona mzalendo wa wapi unafanya repli strategique de, de uvira ti baraka ule ni mzalendo wa wapi? Mzalendo anapigana kwa mlima yakwavo, akiona adui anatomboka unapanda kidogo, unamwachia njia mee, baadaye unashuka tena barabarani. Sasa ile, ile mambo ya maodio za mingi zenye hazina maana juu ya franga. Sisi ambao wenye wako kulinye de fro makobola, tunaamakia wale watu wenye wako wanatuletea madiskuru za franga, wanapenda kutubomolea fro na siye tunakataa fro. Yetu ya Makobola haitabomoka jiska seke, tutakuwa Uvira sie mpaka kwa toni ya mwisho, franga bila franga, nuseron toujour a Uvira. Tutajirudishia mwingini yetu ya Uvira, haitotawaliwa na adui kamwe. Na hivyo basi, baada ya yoyote nipate kumalizia pia katika mji wa Bukavu, ni Kivu ya kusini ambako kumeweza kuripotiwa kuuawa kwa mtendakazi mmoja msaidizi kwenye gari ambao waasi wa M23 waliweza kumuua. Hayo yote yakiweza kupaza sauti na mwananchi akiweza kuonyesha kitu ambacho kinaleta taharuki katika maeneo ya mji wa Bukavu, katika maeneo ya mauaji ile video mnaweza itawanya kwa ndugu wanajua. Nikumbushe ya kwamba ima, ni huo ulikuwa ni mwisho wa taarifa ya habari. Basi ulikuwa nami mwanzo hadi mwisho, baada ya kukupasha habari za Bukavu na kuonyesha tamati kabisa. Lakini ungana nami tena katika vipindi vingine, na hivyo kabisa wewe ninakuomba ya kwamba upate kuagawiwa watu wengine, hata pia kujiunga kwenye channel hii ukibonyeza alama ya subscribe hapo chini na alama ya kengele ilionapata habari zetu kwa ujumla. Na hivyo tu unaweza ukacomment ulike, ukiwa wewe kabisa, tuko sambamba na mengine yote. Basi tutakutana tena hata wakati mwingine, asante.